Karatasi hizi karatasi hizi, anakwenda kuzitafuna kabla hajatafuna. mwana mzinga ombo huyu, muangalie, kuna kitu gani? Kuna wazi, wenye mazinga ombo wengine ni waongo, waongo. Muangalie kuna, kuna kitu. Ati bwana mzee, kuna kitu amna? Shahidi amesema hakuna kwenye mdomo kuna chochote, labda anasema hakuna chochote eh. Mzee anam... wa wa waulize, wameona kitu gani? Meno, yeah. yeah. ulimi na mate si ndio? Utakapoanza kuzitafuna, unawaambia tafuna tafuna wanaitikia tafuna tafuna. Ah, yeah. Tafuna. Tafuna tafuna. Tafuna tafuna. Tafuna tafuna. Tafuna tafuna. Tafuna tafuna. Tafuna tafuna. Haya. Tafuna, tafuna, tafuna, tafuna.